ambapo amenipa kibali cha kuweza kusema na wewe kwa wewe ambaye unanisikiliza na kunitazama wakati huu. Swali ninalojiuliza ama swali ninalokuuliza wewe siku ya leo ni kwamba utofauti wako ulionao wewe na dunia ni upi? Kipi ambacho kinakutofautisha wewe na dunia? Yaani mtu akikutazama wewe anakuona uko tofauti na dunia ilivyo. Uko tofauti na wanadamu wengine walivyo. Kwa wewe ambaye unamcha Mungu na kwa wale wasiomcha Mungu. Kwa wewe ambaye unamjua Mungu na kwa wale wasiomjua Mungu, kwa sababu namna ya mwonekano wa kanisa la sasa pamekuwa hapana tofauti. Huwezi ukatofautisha kati ya mtu aliyeokoka na asiyeokoka. Maneno ya mtu aliyeokoka na asiyeokoka yamekuwa ni kitu sawa, yanafanana; mwonekano, uvaaji, matendo. Sasa nikuulize wewe, kwako wewe, jitathmini. Hata mi mwenyewe najitathmini ya kwamba utofauti wangu mimi na wadunia ambao mtu anaweza akanitofautisha kwamba wewe uko tofauti na dunia, upo kwenye nini? Nakuuliza wewe mwanadamu, na mimi najiuliza, nijihoji, tujiulize wote. Komenti hapo, sema wewe mwenyewe kwa kinywa chako kwamba mimi namshukuru Mungu, nimevuka hatua hii, namshukuru Mungu kwenye eneo hili nimeweza kuvuka. Mwanadamu yoyote ama mtu yoyote anaweza kanishuhudia kabisa katika eneo hili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 ya kumpendeza na ukamilifu. Mpate kujua, wala msifuatishe namna ya dunia hii, wala msifuatishe maneno ya dunia, msiyafuatishe. Nyinyi mnaojiita mmeokoka, nyinyi ambao mnajiita mnamjua Mungu, mmeokolewa me, kwa namna moja ama nyingine, msifuatishe namna ya dunia, lifestyle ya dunia. Na lifestyle yenu iwe tofauti, lakini ukiangalia kwa wakati huu ama kipande kikubwa cha makanisa sasa, huwezi ukatofautisha lifestyle ya watu waliookoka wanaojiita wameokoka na lifestyle ya watu wa dunia ni moja. Uvaaji wao, uvaaji wao, uvaaji wao, yani huwezi ukatofautisha, huwezi ukatofautisha kati ya anayemcha Mungu ama anayemjua Mungu na yule mpagani. Yani sisi badala ya wale wa duniani wale wafuatishe kuishi kwetu sisi kunena kwetu sisi kutenda kwetu sisi kuwaza kwetu sisi. Yani sisi sasa tumekuwa wakuwaiga wale. Ndio maana sasa hivi kipande kikubwa cha makanisa mengi huwezi ukagundua uka ukatofautisha ukatofautisha kwamba ah, watu wameokoka ama wajaokoka. Kwa sababu gani? Namna nyingi za makanisa sasa tumekuwa tunaishi katika namna ya kufuatisha maisha ama matendo ya watu wa dunia, lakini Paulo anawaonya Warumi, anaonya Warumi, anaonya Warumi, Warumi ndivyo ambapo na mimi leo na kusomea, wewe unenisikiliza ama unenitazama, andiko hili linatuasa tusifuatishe namna ya dunia hii, tusiishi kwa mfumo, kwa mienendo, kwa tabia, kwa mwelekeo wa dunia. Tarudia tena Warumi kumi na mbili, Warumi kumi na mbili, Warumi sura ya kumi na mbili mstari wa pili. Andiko hili likae sana, likae sana, neno hili ulitafakari mara mbili mbili. Warumi kumi na mbili mstari wa pili, nasema Wala msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na kwa ukamilifu. Tupate kujua Kristo alitaka tuishije, tupate kujua Kristo alitaka tuenende kwa namna gani, tupate kujua Kristo alitaka tutende kwa namna gani, tujue mapenzi yale ya Mungu mwenyewe, vile ambavyo alitaka mwanadamu ama alivyokusudia mwanadamu aweze kuishi. Basi kwa leo iwe tafakari yako iwe tafakari yangu, kwamba Kristo yeye mwenyewe anatuhitaji sisi watoto wake, watu wake, aliotuumba kwa picha na kwa mfano wake, tusifuatishe namna ya dunia hii. Kwa hiyo, kuishi kwako kwa maisha yako, jaribu sana kuepukana na dunia. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nasi, amen.